Hi, Master. Ah, nashukuru sana, brother. Good to see you. Ha, same here. Hi, hii ni Code 16 mzee wangu. True, true, true. Yeah, na madam tayari ameweka maelekezo yote, ameshaongea vitu vingi sana. Ah, uh, kipi unahitaji ku add tofauti na madam? Uh, Ah, ah, mimi sinaga maneno mengi. Um, nahisi kama vile ameshaongea kila kitu. Watu wategemee everything will be uh, next next generation next level mm. Uh, this is a revolution yeah. Sawa, so, yeah. Um, we have a new partner, true, ambaye yeye mwenyewe atatusaidia to take us to the next level yeah. Na sisi wenyewe tumeshajua tutajiongeza kivipi kivipi, watu waangalie yeah. Wataona tumepanga kivipi to take this platform to the next level. So kwenye hii kodi ya leo ambavyo watu wamevaa ni wazo lako Master, ama inakwaje? Apana, hii mbunifu always anakuwaga CIC, yes, commander in chief hapa. Kwa hiyo naomba tumpongeze uliege uh, eh, kwake oh. Ndo Madam Rita yeah, taito yake mpya siku hizi sio chief chief chief judge judge, anaitwa CIC, commander <laughs> okay, in in chief. Okay. Uh, na na na ubunifu always ni wakwake, we are just living in our world. Okay. <laughs> <laughs> Na uwaga kwenye dress code mara nyingi ndo ndo zinakuwa na message message, yeah, kuongea, yeah. you feel me? Yeah. Yeah. Yeah. So, message, mtu anaweza kavaa tu nguo bila hata, so ambayo mnahitaji kuleta kitu gani extra zaidi nitamwacha chief judge aongelee kwa sababu ndo at mm, the end of the day Okay. Yeah, hapo ndo. Yeah, Atapanga ah. kila kitu, yeah. ataeleza vizuri zaidi. Of yeah. course the dress code has a meaning. Hatukuvaa yeah. tu hivi. Okay. Yeah. Zee, kuna tulikuwa tunaangalia kuna, kuna baadhi ya clips zilipita hapa. Zikuwa yeah. zinaonyesha uh, misimu iliyopita na vitu ambavyo vilikuwa vimefanyika. Kuna clip nyingine zilikuwa zinaonyesha the way ambavyo kuna action ya hasira, mm. the way ambavyo una react yeah. na nini uh, inatokeaga hiyo sometimes. Tunaweza Awesome. uh, as judges, yeah, uh, tunaweza, sometimes tunaweza tukatofautiana kwenye mtazamo au mawazo. Yeah, lakini sio kwamba tunagombana yeah. Utaona miaka yote kumi na tano mm. hatujawahi kutukanana kutumia maneno makali <laughs> lakini inakuwa off camera. lakini uh, hatugombani <laughs> yeah passionate about huyo mshiriki yeah. nikiona jaji mwingine yeah. anataka kumkwaza yeah. That's me na mtetea okay. Lakini haimaanishi kwamba tunagombana kwa sababu utaratibu upo kwamba as long as kura zinapigwa